YouTube. Yamanes soboy j myne Jay Browno akubado on the track. Manze hata staki kumalizia intro, manzee saa hii nimetoka kabaa fulani hapa. Manze, yes I had some beaches, manze I had some two women in the, the in Kwakeja She... No serve so these women kwa klabu, nikawambia nyi mkunye kenye mnadai. Okay, nikawambia a madem, nyi mkunye kenye yote mnadai, mi nabae brosi. Nikabae mzinga za kaunti kama tatu. Mademu wakakunywa wakakunywa wakakunywa. Mademu ni kama wana vibe, wana vibe, wana vibe. Kumbe wa mademu kuna kajamaa tu akuko tu yaani ka madhafaka tu yaani kapusi jamaa ya ta ijatoa bob hmm? Jamaa me- imekam tu imebayi fomu hata jabai form by the way, by the way ndo nimebai form by the way, nimebai county mzinga tatu mademo makunywa na mademba. At the end of the day, at the end of the day, one of the bitches went with that guy, so see any big deal by the way manini. Hii ni story na wapatia like it may happen saa hii like 5 minutes or 10 minutes ago manek so hizi ni lessons zenye zenye mimi naletaanga tu hapa kwa ground, nawambia no, tu we we uko hapo tu na changia tu madem shit. Yaani, unabaia dem kama hujadinya dem, usibaie usibaie shit kama mmezoeana my neck, kama unajua umezoeana na dem na hujadinya huyo dem, wachana kuspendia huyo dem na shit juu at the end of the day huyo dem atadinya mwenye amedinya eh unaja mspendia shit akikuja ati ati- ati ati akopo ati akopo tipsi kwa ba nini mzito akam si ready, wewe ndo catalyst wewe ndo wewe ndo umepatia hapo po, eh, kiwetede eh, eh, catalyst ya kumake pussy kwe wetede, manze na demo hata ku hata vibe na demo vibe at, nawewe demo na vibe tunakaninja kama tu hapo kama zafaka kama nigga <laughs> I know this sounds crazy right, God damn. Like like mbona badhmada mtufanyaangi hivi like, mi nimekuja tu mzuri like my intentions nikitoka, nikitoka kwa keja mi nimekam tu ni spend time na my baby girl to drink, hata kama wesi wangu, nimekuja purposely ni spend time na wewe, tujinic nikubaie kamzinga hata kama sita kudinya wewe kuja hapa kwa bed ni kushike majegi tu doze, hmm. Minataka mi staki tu hata niingie hukuma. By the way, sijui mbona mnatakanga mtu aingie hukuma na hata mtu adai hukuma manzee, fuck sijui kama ni print shati imeandikwa sidai kuma, nadai tu kushika jegi ni doze manze, god damn hmm? Nakwambia venye venye niko, niko, niko nani nadai kuma mbaya mbaya mbaya manze god damn sometimes, mi nikapusi manene nasi hata ni tei <coughs> nijua nataka kuma tu manze sa, so at the end of the day hata kama nikweni nani nani, utasim tu utasimpie ikuma manze So, tusimbi shit tuone, kama atalete ama atabaki nayo manze. Sasa tutafanya hatuwezi force shit ya. Akileta hiyo pusi de manze tunagonga, asipolete hiyo pusi de ana wazito wengine wanagonga manze, life inaendelea. Mi naendelea kujimotivate na ku keep on the grind manze na ku focus on my mission Manika za jibambe tu mazee. Juu sasa tutafanya aje mazee? Unajua unajua, one thing in this life. Hakuna venye utai force them at at as you live forever force the women a woman to be with you. Bro, ni impossible my neck. Kama tu haja decide bado kuwa na wewe hapo hapo as in, kama dem haja decide kuwa comfortable na wewe. Stop forcing shit my But kama dema ako comfortable na uweuwe uwe, make sure umedinye hiyo shet kama kitu ingine u, um, dema kianza kukaa frendzone, we waambie wacha ujinga malafaka, mi nadai kukutomba naona nieka frendzone manze, naona unajua, mi nadai kukudinya manze, lakini shida yako ni brown things aningia frendzone nubsjaraaa mademu wameliba gode. Unajua kuna vitu zingine tu unaangalia hivi, umebae mzinga tatu bado mademu wamekutoka gode

kuna nyesha. So, najua, najua mtanisikia vizuri but I'm going to make sure I've raised my voice, my nigga do at least weze kunisikiza mani sasa. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Najaribu kukolud mpaka saa hii manze, kama kuna chance Wale wale wale, uh, anyway yeah, have you have as a man have you ever realized that ushepata dem demo mwenye unasema u dem naweza vibe na yeye, lakini at the end of the day, u demo haizi kuelewa manzi huko hapo. Na demo umejiambia basi, nimejisikia leo mtu wa usiku, alafu kutoka sasa, kesho asubuhi tujipange na yeye. Yes, nimdinye saa hii usiku ina noma, mi sina dishida demo akiwa umetoboka manzi Manze sinyimujue motherfucker manzee, de mademu wote wametoboka bro, so mi sina shida na dem wametoboka. Mwe, kama tunaelewana tudinyane tu mpaka asubuhi, tufanye shet asubuhi, tujue wenye kutaenda. Manze sila uh, fuck it, manzee, kuwa na baby daddy huko, minikue na baby mama. What the fuck is wrong with you? Kwani, kwani hao ndo watakuja kutu, kutupatia go ahead ya kudinyana manzi? Madafaka. Watu waanze kunyimana ikuma, by the way, si uongo kama unajua mzito wako na dai shit. Patia nigga ikuma manzi. God damn. Patia bitch mboro nigga. God damn. So that's the pool ni kuna ngabi, yes ni kuna mbao, lakini ni kuna 25 lakini 10 10, hizi fungua pool. So wacha tutoe vida pool, mtaona pool next time. So mimi ndo, this is my machine, this is what I'm using it to The commute from Ushago atat Ushago uh, from my house to the to town from town to a, to a certain town somewhere I mean this is enough and you do not it kawazito a glolink bicycles mashini unaona mashini imara mtu wangu So anyway, sina hata set kubwa ya kuwa, ya kuwa show leo mazee, leo na show tu mazee. Nyinyi mtulie mkuwe best kwa life yenu mjipange, because at the end of the day kila mtu ako na njia yake mazee, mimi niko na njia yangu bro, wangu ako na wa njia yake sister yangu my friends Tutapatana mbele. Wengine wakifail, sisi tukifail. I mean why ina noma? Bora ume survive. You have lived the life that you always wanted to say like. Nimeishi mzee. Duai, I come to realize, uh, kama unatumia madawa, wewe tumie madawa zako mzee. Tumie madawa zako. We jibambe. Msisumbuane na msee ni yote msikuwe na zogo mboka o chapa mboka yako fiti maniaka you are the end of the day it's either you or them and when it's them versus you it's going to be tricky maniaka but if it's you versus them god damn i know it might sound similar them versus you versus you versus them I know few is going to understand this shit, huh? You, you also give up, man. You're going to be somewhere in this life. Like, wewe kujipanga. Wacha watu waseme unatumia meadarati, wacha watu waseme watuaseme, wewe ni mtu wa madawa, wacha watu waseme aseme, wewe ni kapoko, wacha watu watuaseme, wewe unijui, wewe ni kafala, wewe ni kamwizi, wewe du ni kakuma, let people talk. Because at the end of the day, people talk, hata wakiona mashini hata kama ni 30k madafaka na kuna warembo na kuna warembo huko.